Huyu Mungu tunayemzungumzia ndugu msikilizaji, kwa sababu ni mkuu mno mno, hakuna mwanadamu mwenye dhambi anayeweza kumwona akaishi. Huwezi, ni mkuu mno. Hatuna lugha ya kutosha kueleza ukuu wake. Ni Mungu. Hata lugha tunazozitumia kuita jina lake, ana majina mengi sana, sina muda wa kuyataja. Yanatumiwa majina mengi kwa sababu ya sifa zake, kwa sababu yuko hivyo, anasema labda tumwite jina hili, tulite. Yeye mwenyewe alipoulizwa na Musa, nitakapokwenda kwa wana wa Israeli kama ulivyonituma, nimwambie Farao waondoke watu wa Mungu lakini hawa wana wa Israel wanaweza kuniuliza nani amekutuma? Jina lako we ni nani? Ndipo Mungu akawaambia nenda, akawaambia mimi nipo. Hilo nalo jina mimi nipo, maana yake nini? Kutoka kwenye mdomo wa Mungu anataja jina lake, yapo majina lufufu kwa sababu hakuna jina moja kwa lugha ya kibinadamu linalomtosha Mungu. Ni mkuu, ni mkuu huyu Mungu. Ndio maana hata picha yake hatuna. Unajua kwenye kitabu cha Ezekiel, hatutatumia hapa, kuna wale walionyeshwa Mungu katika njozi wakamwona Mungu <laughs> ukisoma walichoeleza ni kuchanganyikiwa kitupu. Huwezi kuchora picha hata kidogo. Magurudumu ya moto, magurudumu ya moto na mtu, vinapelekanaje? miguu kama shaba, mikono haichoreki. Sasa nikuambie ukuu wake, waliomwona hata kwenye njozi, Yohana alipomwona tu akaanguka chini chini, hajasukumwa wala Mungu hajapuliza kumwona tu hivi chini, wengine wakazimia. Kuzima kwenye njozi, si halisi kwenye njozi. Sasa ukionana naye halisi Huyu Mungu ni mkuu mno, ukuu wake hauelezeki. Wakati mwingine tumemfanyia matani tukamshusha kwa ngazi yetu kama binadamu. Wakati mwingine tukamshusha zaidi, ikatokea tukaapa kwa jina lake hata tunapowapa uongo. Wapendwa, nenda kwa makini.